Asalamu alaykum. Tafadhali usiondoke, nataka nikuelekeze jambo la muhimu. Je, unafahamu alama hizi zina maana gani katika Qur'an? Na nina imani unaposoma Qur'an unakutana nazo, lakini pengine huzielewi maana zake. Basi usiache kusoma video hii mpaka mwisho, insha Allah nitakuelekeza utazifahamu. Kwanza kabisa hizi alama zinaitwa alama za wakfu, maanake alama za kusimama, na alama ya mwanzo kabisa ni hiyo mim ndogo hiyo mim ni waqfu lazim, manake ni lazima usimame utakapokutana nayo katika aya yoyote ya Qur'an. Mfano, audhu billahi minashaitanir rajim, fatawalla anhum anhum, utasimama ndipo utaendelea na aya yauma yad'u da'i ila shay'in nukur. Alama ya pili ni waqfu almamnu, waqfu almamnuu al ni hiyo lam lam ndogo hiyo hiyo lam ni marufuku kusimama utakapokutana nayo katika aya yoyote ya Qur'an. Ni marufuku kusimama kwa sababu utakaposimama unaweza kubadilisha maana iliyokusudiwa katika ile aya. Mfano, billahi minash shaitanir rajim. Am lakum aymanun alayna balighatun ila yawm alqiyamati inna lakum lama tahkumun. Kwa hiyo utakapokutana nayo hiyo alama ya lam ni marufuku kusimama na alama ya mwisho ni waqful jaiz mwonekano wake ni hiyo jim dogo. Hiyo jim utakapokutana nayo katika aya za Qur'an, maana yake unaruhusiwa ukasimama au ukaendelea na aya mfano, a'udhu billahi minashaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Hapo unaweza ukasoma nun ukasimama, alafu ukaendelea na aya au kuunganisha moja kwa moja. Natumai mmenifahamu, na leo inshallah tutamalizia hapa Alama zilizobakia nitakuja kuelekeza next video. Usisahau so, kunifollow na kushare video hii kwa wengine. Asanteni sana pia kwa kunisikiliza. Allah alipe khair mahadha. Assalamu aleikum wa rahmatullahi wabarakatu.